Golikipa uh, Musa Pimpin Kamara amefanyiwa uh, upasuaji wa goti ambao umefanikiwa nchini Morocco na anatarajiwa kuwa nje uwanja kwa wiki kumi ambapo mm, atazikosa mechi nne za Ligi ya Mabingwa barani Afrika, ambapo Kamara amekuwa nje akijiuguza kwa wiki kadhaa kabla ya vipimo kubaini kuwa anatakiwa kufanyiwa upasuaji ili kupona kabisa. Kumbuka, Uh, Pimpin alipata uh, changamoto ya jeraha la goti kwenye mechi dhidi ya Gaborone United mm, mechi ya marudiano ya pili ambayo ilifanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Tumtakie kila la heri Pimpin Camara, tumemisi zile one, against ni one. Ni zote mbili na kucheza mm, zote mbili ndo kacheza ah, hamtuwezi hiyo, hakikishieni, hamtuwezi. Na ndio kama hivyo, kama mwona kashapata majeraha ambayo, na tuangazie kuhusiana na, na mechi ambazo <laughs> atazikosa uh, yeah. Pimpeni Kamara ni mechi za dhidi ya timu gani? Simba Sports Club atapambana na Petro Atletico, mechi ya Jumapili ambayo atakuwa sehemu ambayo ataikosa mchezo huo, lakini pia mchezo kati ya Stade Malien dhidi ya Simba Sports Club, Simba Sports Club dhidi ya Esperance de Tunis, a, Esperance de Tunis dhidi ya Simba Sports Club, michezo minne mm. Hii ni kama pia ilimtokea Ayub Lacled yeah, yeah. Pia naye yeah alipata majeraha mm. Kurejea kwake ikawa tena changamoto, Simba ikawa na mahitaji sana uh. Unajua kitu ambacho wanaogopa kwa magolikipa uh, wakipata majeraha ya muda mrefu yani, maanake hapo tafsiri yake ni kwamba ili pimpi arudi golini, ataikuta Simba hatua ya robo fainali, bado mechi mbili, yeah. yeah. ambazo sa, sasa wanasema waswahili kufa kufaana mm. kufa Kufa kufaana hapa ikatokea asiefaa ka e, kafaa e. <laughs> Kato... kuna kitu nanitafuta nakujezia <laughs> maneno tu ya ulubi. Kuna kitu nanitafuta <laughs> ya unye. Mbona unye? <laughs> Bana, sasa kwenye kufa kufaana bana, ikatokea Yakub Suleiman akafanya wanda sana kwenye hizo mechi ambazo ya, uh, pimping ya atakosekana. yeah. Possibility ya pimping kama ya kurudi itakuwa ni mtihani mkubwa, na kwa nini yeah? Inaweza kawa ni mtihani mkubwa. Makipa wengi huwa wakipata majeraha huwa wanakaa nje na uzito huwa unaongezeka maradufu sana. Sio, unaelewa eh? mm. na kwa sababu magolikipa huwa wanachelewa. Unajua katika golikipa na mchezaji wa ndani wakipata majeraha ya muda mrefu, mtu ambaye anarudi haraka yeah. ni mchezaji wa ndani kuliko golkipa. Kwa sababu gani? Golkipa kwanza, ana vitu ambavyo vinamfanya yeye aweze ku, yaani angalia pimping Camara, na uzito aliokuwa nao, alafu na mahitaji ambayo yatamfanya aendelee kujirudisha katika hali ya kurudisha hali ya goti, mm-hmm. na kujiweka fit, manake kuna namna ambavyo atakaa atakaporejea kwanza atakuwa na zoezi la kupunguza uzito, hilo mm, la kwanza hilo, nakuhakikishia mm. Uh, ataanza kupunguza uzito. Mbili, atakuwa na zoezi la kutafuta uharaka uh, uh, wepesi, mm. eh, kwa lazima itamchukua tena muda mm. Ndio hicho unazungumza kuhusiana na nani na aliyetoka, na yule Ayub alivyokuwa anajitibia, alivorudi, alirudi na uzito mkubwa sana, kwa hiyo ilimchukua muda ulimchukua muda sana. The same tu aishi alivyoumia, yes. alirudi na uzito mkubwa sana no, kwa... Na hey, kulikava kwa hiyo ni, ni, ni muda wa ni muda wa, wa Yakub kuweza kuthibitisha kwamba yeye ni goalkeeper wa daraja la juu anaweza hee, wakuthibitisha uh, sasa kina Hussein Abeli wale ni kama alishafeli kuthibitisha kama yeye ni kipa mkubwa, kwa sababu huu unaenda ni msimu wangapi? Ah, alishapata yeah. nachokizungumza mimi mm. mfano kama hasa hivi mm. sawa bwana mm. uh, Pimpini kaumia yeah. mm. unabaki na Ayubu mm. unabaki na Yakub mm. Una mm. Yakubu yeah. hey. Suleiman Zuma mzee mm. wa footwork mm. pamoja na yeye yeah. pamoja na yule kipa wa aliyepandishwa kwiyo mwisho wa siku ndomana nikasema Huwezi jua mm. kuna mechi Chelsea, aliumia Peter Cech yes, alipowekewa kile kikofia, akaingia Peter Cech, akaumia Carlo Cudicini ambaye alikuwa namba mbili, alipoumia yeye pia ikabidi aingie Hilario. Sasa hiyo ikabidi wasajili tena golikipa mwingine, kwa hiyo ndio maana mm. nasema mm. hatumuombea kubwa umie mm. lakini wewe ni binadamu yeah, anaweza akaamka akawa naumwa namba moja, anachukua nani? Abel Yeah, of course, kwa sababu mpaka unasajiliwa Simba unasajiliwa Yanga unasajiliwa Azam manake, mm. wewe daraja lako ni tofauti, yeah. na timu zingine yeah, sababu ndo tunaamini mm. kwa sababu ushindani mm. na alishathibitisha yeah. kwenye vilabu vya chini hivi huko Zanzibar Prisons, japo KMC akufanya yeah. uh, yeah. sana vizuri yeah. Yeah. Mm. Eh, lakini Simba wakaona kwamba huyu ni mchezaji ambaye anaweza kuthibitisha so na kutoka golini kwake muda mrefu hmm. Mimi naamini kwenye ubora uh, aliokuwa nao Yakubu yeah, anaweza kuwasaidia, lakini Pimpi itamchukua muda itamchukua hmm, muda kurikava, na tunamwombea kila la heri yeah, aweze kurudi kwa sababu ni gokipa ambaye hmm, Simba wanamuhitaji kwa hali na mali, na mali.